Na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Takwimu zilizotolewa hivi karibuni na idara ya taifa ya usimamizi wa misitu ya China zinaonyesha kuwa thamani ya pato la kila mwaka kutokana na sekta ya mianzi ya China, ambayo ni sekta muhimu ya kukuza ufufuaji vijijini, imezidi yuan bilioni mia tatu na sitini. Mji wa Nanping ulioko mashariki mwa mkoa wa Fujian nchini China umefanya rasilimali zake tajiri za mianzi kuwa sekta inayostawi yenye mlolongo kamili wa viwanda na kutoa msukumo wa maendeleo yake ya kiuchumi. Likiwa ni eneo linalojulikana sana la uzalishaji wa vichipukizi vya mianzi, mji wa Nanping ulijivunia kwa kuwa na zaidi ya hekta laki 4.33 za msitu wa mianzi ya kijani na pato la kila mwaka la mimea milioni 278 na ya mianzi. Rasilimali nyingi za mianzi huweka mazingira mazuri kwa maendeleo ya sekta ya mianzi ya ndani. Mwenendo wa sasa wa uingizaji wa plastiki na mianzi pia umekuwa ukichochea mabadiliko na uboreshaji wa sekta ya mianzi ili kutumia kikamilifu mianzi kama mali ghafi. Biashara nyingi zimekuja na mawazo ya kugeuza mabaki na vipande vya mianzi iliyochakatwa kuwa bidhaa bora. Kwa sasa, pakikuwa ni maskani ya biashara elfu moja na thelathini na moja za usindikaji wa mianzi. Mji wa Nanping umeunda mnyororo kamili wa viwanda vya mianzi na kutoa nyuzi za mianzi. Kuna sekta ya kati ya utengenezaji wa mabao ya mianzi, samani za mianzi, na shughuli nyingine zinazohusiana na sekta ya mianzi. Wakati huo huo, vikonyo vya mianzi pia vimekuwa msukumo mpya wa maendeleo ya kiuchumi. Wilaya ya Taojiang ya mji wa Yiyang katikati mwa mkoa wa Hunan wa China ni eneo maarufu la kuzalisha vikonyo vya mianzi, ikiwa ni moja ya mimea inayokuwa kwa kasi zaidi. Vichipukizi vya mianzi vinaweza kuwa vyeupe na visivyoweza kuliwa ndani ya siku moja baada ya kuvunwa. Kwa hiyo, uhifadhi wa shina la mianzi ilikuwa ni tatizo ambalo lilizuia maendeleo ya sekta hiyo hapo awali. Ili kutatua tatizo hilo, idara ya kilimo ya eneo la Taojiang ilitoa sera nzuri na kutoa ruzuku ili kusaidia uzalishaji wa nyumba za majokofu za kuhifadhia. Mamlaka za eneo pia zimezalisha mfumo wa biashara ya mtandaoni wa ngazi tatu na kutumia matangazo ya moja kwa moja kwenye mtandao wa internet ili kuhimiza mauzo ya vikonyo vya mianzi. Kwa sasa, vichipukizi vya mianzi vya Taojiang imekuwa ni chapa maarufu ya bidhaa zilizochakatwa kutoka kwenye vichipukizi vya mianzi